Halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara imeendelea kuwanogesha wananchi wake kwa kuwapa mikopo ya asilimia kumi inaotolewa kwa vijana wanawake, na watu wenye ulemavu ili kuhakikisha kuwa wanakuza uchumi wa mtu mmoja mmoja pamoja na vikundi kwa ujumla. Awamu hii halmashauri hiyo imetoa zaidi ya shilingi milioni mia moja ambazo zitaenda kuwanufaisha vikundi vinavyotoka kwenye kata kumi na moja kati ya kata kumi na saba zilizopo kwenye halmashauri hiyo, huku kata sita zilizosalia zikiwa vikundi vyake havijakidhi vigezo. Hafla hiyo imefanyika katika ukumbi wa halmashauri hiyo ya mji wa Nanyamba siku ya Oktoba 17, 2025 huku mgeni rasmi akiwa ni mkuu wa wilaya ya Mtwara, ndugu Abdallah Musa Mwaipaya. Mimi naitwa Karimu Faida na hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe ku like kusubscribe, kusubscribe, kusubscribe, kusubscribe na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Tafadhali baki nasi na mmeonyesha uthubutu, mmejaribu na leo hii hatimaye mnapata kile ambacho mkiomba. Kuna wengi wanasema kwamba hata ukiandika, ukijaribu, ukipeleka hauwezi kupata. Sasa hao ambao wanasema hivi mwaulize, sasa leo, nyinyi mnafanya nini? Au nyinyi akina nani na wao wako wapi? Sasa mwambie wao wako wapi, wanaojiuliza kila siku kwamba hii mikopo ni danganya toto, hii mikopo hatupewi, hii kopo ni hivi na piti. Lakini wahakikishe kwamba serikali yenu makini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dokta Samia Suluhu Hassan iko makini, inawajali wananchi wake, na ndio maana leo yale ambayo mlikuwa mmeyaomba mnayapata leo. Hizi pesa ni zetu, pesa za wananchi ni fedha zile zile za walipa kodi ambao ni wewe mmoja wapo, katika makusanyo ambayo halmashauri inayafanya yanarejesha kwenu naleta, lakini mkopo huu ni mkopo ambao hauna riba. Naye mkurugenzi wa halmashauri hiyo ya Nanyamba Bizenab Salumu Mgumi akawa na machache ya kuzungumza, huku akiwataka wale wote waliochukua mikopo kuhakikisha kuwa wanailipa kwa wakati. Mkopo ni dhamana, mkopo unatakiwa ulipwe tunachukua huu mkopo, kuna watu tunachukua mkopo kwa mara ya kwanza, hasa vijana. Naomba vijana, kabla hamjafanya chochote, mwende mkajifunze kwenye kikundi cha Pamba Moto. Kikundi cha Pamba Moto kimekuwa mfano mkubwa wa kuigwa katika halmashauri yetu ya Mji wa Nanyamba. Kwa hiyo ni waase, ndugu zangu vijana, wanawake, wanawake pia Twende tukaige kwenye kikundi cha Mshikamano, nao ni wazuri katika kutoa mikopo. Tunachukua mikopo sawa, lakini kabla hatujafanyia kitu, kwenda kumuuliza mtu umefanyaje, si vibaya kujifunza kwa mtu, si kitu kibaya, ni kitu kizuri, ili ujue na wewe unajiboresha vipi au ufanye zaidi ya kwake. Kwa leo tunapokea mikopo tujue, tunapokea dhamana twende tukaifanyie kazi ili tuboreshe uchumi kama anavyosema Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa wetu Rais anataka kuboresha wananchi. Kwa hiyo kwenye uboreshaji tunapewa mikopo. Huo mkopo unakuwa kama mtaji wetu wa kujiendeleza ili tuishi vizuri na uchumi wetu uimarike. Farida Saidi Lisinge natokea Samia grupu, tumeomba hii mikopo kwa ujasiriamali. Sisi ni wajasiriamali wadogo wa wadogo, tunauza sabuni nje ya hapa ya Nanyamba na vijiji jirani. Tumepitia changamoto ndogo ndogo ndogo, ambazo zilitaka kutukatisha tamaa, ila tukapambana nazo na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo hii tumekabidhiwa hundi ya kupata mikopo. Kwa majina anaitwa Ahmadi Salum Mwema, ni mwenyekikundi wa Watu waulemavu kwa kweli, nimeomba mkopo nimepata, ni laki tano, lakini nasema asante kwa mkopo huo. uchumi uliokuwa nao mdogo kutokana na nini? Ulemavu, sina jinsi tena, kwa maana nimepata mkopo kutokana na hali yangu, jinsi nilivyo, ni mtu maskini, hali ya chini. Halmashauri hiyo ya mji Nanyamba ni moja ya halmashauri zinazofanya vizuri kwenye mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mikopo ya asilimia kumi inayowalenga wanawake, vijana na watu wenye ulemavu mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe, kukumbushe kusubscribe, kulike na comment chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na kwaheri.